Yesu ni mwamba, Yesu ni mwamba kwelikweli, na hilo ndio jambo tunalojivunia sisi ambao tupo ndani ya Kristo Yesu. Nikualike ndugu eh, mta, msikilizaji ambaye unasikiliza huduma eh, hii ambayo ni saa ya ukombozi na ni saa ya ukombozi kwelikweli kweli. Wewe unayesikiliza ujue kwamba hii ni saa ya ukombozi na ni saa ya ukombozi kwelikweli kweli. Ukombozi wa fikra ukombozi wa maisha yako, ukombozi ule ambao tunajivunia tumeupata kutoka eh, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kazi ya Yesu pale msalabani ndio imetuletea ukombozi. Kazi ya Yesu pale msalabani haikuwa kazi rahisi, haikuwa kazi nyepesi, haikuwa kazi ambayo eh, unaweza kuibeza. Ilikuwa ni kazi ambayo kila aliyeiona, kila aliyeisikia na kila uh, aliye jua kazi ile na ugumu wake, alinyosha uh, mikono kwamba kweli Yesu ni mwamba, na waimbaji wametoka kutukamilishia hapo huo wimbo kwamba kweli Yesu ni mwamba. Ni kukaribishe hapa ni eh, Boresha Radio na mimi ni pasta eh, Dr. Musa Mpayo. Karibu kwenye mahubiri mafupi ambayo tunaenda kujifunza sasa hivi, na mada ya leo au somo la leo ni paza sauti, Yesu anasikia. Nitaenda kusoma neno la Mungu, nitamwomba Mungu alafu tutapata mahubiri kwa jina la Yesu. Kitabu ni kile cha Marko, kitabu eh, ni kile cha Marko Mtakatifu. Kwa wale ambao eh, ni wanafunzi wapya wa Biblia, Marko ipo eh, ipo eh, Agano Jipya, ni vile vitabu vile, katika vitabu vya injili vinne. Unaanza na Mathayo Mtakatifu, kuna Marko Mtakatifu, kuna Luka Mtakatifu na kuna Yohana Mtakatifu. Hivyo ni vitabu vinne ambavyo vimeelezea maisha ya Yesu, vimeelezea huduma ya Yesu, vimeelezea eh, eh, miujiza mi, mi ya Yesu, vimeelezea namna Yesu alivyoishi tangu akiwa tumboni kwa Mariamu, mpaka alipozaliwa, mpaka alivyoanza kuhudumu maisha yake na wanafunzi, mpaka alivyoenda msalabani kufa na kufufuka. Hayo yote unayapata kwenye hivi vitabu. Sasa leo tupo kwenye hiki kitabu cha Marko. Hiki kitabu kina sura chache tu, kina sura 16, tu lakini hiki kitabu kimebeba ujumbe mkubwa sana kwa ajili yako leo. Kitabu cha Marko sura ya kumi, nitasoma mistari michache kuanzia mstari wa 46. Biblia yangu inasema wakafika Yeriko, hata ilipokuwa akisha akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Batrimayo yule kipo, mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu, uni rehemu. Na hapa ndipo somo letu lilipo, na hilo ndilo neno la Mungu kwa leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao tumekutana mahali hapa. Wengine wapo katika mitandao, wengine wapo katika majumba, wengine wapo katika njia, wengine wapo kila pahala, lakini wanasikiliza habari zako Kristo, sante kwa sababu kuna jambo unaenda kulifanya kwenye maisha yetu leo. Kuna jambo unaenda kulifanya kwenye maisha ya kila anayesikia ujumbe huu leo, kama vile ulivyofanya kwa Bartimayo kipofu, ndivyo ambavyo kuna vitu vitafanyika kwenye maisha yetu leo. Ninaomba haya nikiamini kwamba uwepo wako Kristo uko pamoja nasi amen. A, ndugu eh, msikilizaji. Tumesoma hii habari ambayo inamhusu eh, Yesu na kipofu Bartimayo. Kuna kitu kimoja ambacho nitakielezea leo kuhusu maisha haya ya Yesu na huyu Batimayo. Kuna kitu kimoja ambacho ilikuwa ni silaha aliyoitumia Batimayo ambayo ikasababisha akapata huruma ya Yesu na akaponywa. Kumbuka kwamba tunapokea uponyaji ni kwa huruma tu ya huyu Yesu, tunapokea uzima ni kwa huruma tu ya huyu Yesu. Ni neema, ni kupenda kwake, si sisi si, tunata hatumshurutishi hatumlazimishi, hatumpi vikwazo wala masharti, ni yeye akipenda anafanya. Sasa kuna kitu kimoja inapaswa ujue. Yesu alikuwa katika msafara wake. Yesu kawaida alikuwa hatulii sehemu moja. Yesu kawaida alikuwa anapita huku na kule, katika vijiji, katika miji, katika milima, katika mabonde, popote alipokuwa anajua kuna Wayahudi wamekaa pahala anapita kwa ajili ya kuwafundisha anapita kwa ajili ya kuwahubiria anapita kwa ajili ya kuwaponya, anapita kama vile Yesu leo anavyopita hivi navyoongea. Anapita kwenye masikio yako anapita kwenye mwili wako anapita kwenye biashara yako anapita kila mahala ambapo yupo, na ndio maana tukaiita ni saa ya ukombozi. Sasa siku hiyo Yesu alikuwa akipita eh, kando kando ya njia hiyo sehemu anayopita hiyo sehemu anayopita, kama mtaa uliopo au eneo lililopo kuna barabara, basi jua Yesu alikuwa anapita kama hivyo, anavyopita barabarani, mitaani, watu wanavyosimama, ndivyo ambavyo watu walisimama kipindi hicho cha huyu ndugu, anaitwa Batrimayo, kipofu Batrimayo ambaye alikuwa haoni, Batrimayo ambaye tangu kuzaliwa kwake alikuwa na ulemavu wa kuona, alikuwa haoni. Lakini nini kilifanya aone msafara wa Yesu ni kitu cha kumshtua, kwa sababu katika njia waliokuwa wanapita ni wengi, na ndio maana alikuwa nakaa kwenye njia. Wengi aliokuwa wanapita hapo, alikuwa nawaomba fedha. Wengi aliokuwa anapita anajua, najua. Eh, we unenisikiliza, unajua habari za watu wanaomba. Mtu akikaa barabarani anakwambia kaka nisaidie, dada nisaidie, mjomba nisaidie, nisaidie ndugu yangu, nisaidie shilingi mia tatu, nisaidie shilingi mia tano, nisaidie sijala leo na watoto, sijala leo na familia, nisaidie, nitakufa njaa. Ndicho alichokuwa nakifanya Batrimayo kando ya njia. Lakini ni nini kilifanya Batrimayo kwenye msafara wa Yesu abadilishe ajenda, abadilishe kitu ambacho alikuwa amekikusudia? Kitu anachokifanya siku zote ni kuomba hela, kitu anachofanya siku zote, misafara inapopita, anaomba hela. Lakini ikawaje siku hiyo baada ya kuomba hela akawa anaomba kuponywa. Ni kwa sababu alisikia habari za Yesu, alisikia namna Yesu anavyotenda, alisikia namna Yesu ambavyo si wa kawaida. Ndivyo ambavyo hata wewe tunavyohubiri mahali hapa, unasikiliza hii Boresha Radio, lakini kuna kitu unasikia kuhusu Yesu, umehubiriwa kuhusu Yesu, umesoma kuhusu Yesu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Bartimayo kipofu, ndivyo ilivyokuwa nyakati hii hizo Bartimayo kipofu alipokuwa akiendelea na hatua zake, akasikia watu wanapita, kishindo kinapita, watu wanapita vishindo vya watu wengi. Akaanza kuuliza ni nini kinatokea hapa? Ni kitu gani kinatokea hapa? Ni jambo gani linaendelea hapa? Wale watu wakamwambia ni Yesu Mnazareti, ni Yesu yule wa Yusufu, ni Yesu yule ambaye anajiita mfalme wa Wayahudi, ni Yesu Kristo anapita. Batrimayo akatupa kile cha kuombea fedha akatupa kile chombo alichokuwa anatumia kwa ajili ya kuombaomba, kwa sababu alisikia ni Yesu anayepita, ni Yesu anayepita. Ni nini kilimfanya abadilishe ajenda? Ni vile alivyokuwa amemsikia Yesu. Unajua, ngoja nikwambie, wewe unayesikiliza ujumbe huu, imani huja kwa kusikia, imani huja kwa kusikia na kusikia huko huja kwa neno la hilo ni andiko ambalo mtume Paulo akatuandikia kwa Warumi sura ya kumi pale kumi na saba anasema basi imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa huyu Bartimayo kuna siku alishawaisikia kuhusu Yesu kama wewe ambavyo kuna siku umewaisikia kuhusu Yesu. Kitu alichosikia yeye kuhusu Yesu ni kwamba Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa Yesu anafufua, Yesu anafanya miujiza, Yesu analeta uzima, Yesu analeta hiki na kile. Ndicho alichosikia. Kwa hiyo kazi ya imani ikawa ni kuchukua alichosikia na kukifanyia kazi. Oh, haleluya! Aliposikia kwamba Yesu anaponya, Yesu anafungua vipofu, Yesu anafungua wenye ukoma, Yesu anatakasa, yeye Bartimayo alikuwa amejenga moyoni mwake kwamba huyo Yesu labda asipite huu mtaa, huyo Yesu labda asipite karibu yangu, huyo Yesu ambaye anaponya labda asipite karibu na eneo ambalo nitakuwepo. Lakini siku akipita, siku akikatiza, siku akionekana karibu na nilipo, hakika hakika ataniponya kwa sababu nimeamini. Unajua imani ni kitu kinachojitegemea halafu kuamini ni kitu kingine pia kinachojitegemea. Imani ni ile hali ya kuwa na uhakika na jambo kwamba, kwa a, ni kama vile dukani kwenu, mtaani kwenu, unajua hakika kwamba chumvi ipo dukani kwa mangi, unajua kabisa mafuta yapo dukani kwa mangi, unajua kabisa kwamba biskuti ya mtoto ipo dukani kwa mangi, unajua soda ipo dukani kwa mangi lakini kujua kwako hakufanyi hivyo vitu vitoke dukani kwa mangi vije kwako. Hiyo ndio imani. Imani ni kujua tu, ni kujua kwamba anayeponya ni Yesu, ni kujua tu. Bartimayo alijua la lakini zaidi ya kujua, akachukua hatua ya kuamini. Unapoamini ni kufanya purchase. Unapoamini ni kuituma ile imani ikakununulie hicho unachotaka. Ni kama vile ukiwa na fedha, ukiwa na fedha, maana yake ni kama una imani, lakini fedha haiwezi kwenda dukani kununua. Aa, ni wewe ufanye decision, ni wewe ufanye uamuzi, ni wewe uamue kwamba nataka soda kwa So, kama una kiu halafu una hela mfukoni. Kiu haiwezi kuogopa hela, kiu haiwezi kuondoka kwa sababu una hela, ah, ah. Kiu itaondoka baada ya wewe kuchukua hatua, kuichukua hiyo hela ulionayo mfukoni ukaipeleka dukani ukanunua maji. Hiyo hela kumbuka, ungeweza kununua mafuta, hiyo hela ungeweza kununua soda, hiyo hela ungeweza kufanya chochote. Hasa ndivyo imani inavyofanya kazi. Tunaposema Bartimayo alipokutana na Yesu, yeye kuna kitu alishawahi kuhusu Yesu alishawaisikia kwamba Yesu anaponya, alishawaisikia kwamba Yesu anaokoa, alishawaisikia kwamba Yesu yupo. Hivyo siku alipopita, ikawa ni rahisi kwake, Batrimayo akaenda kuituma ile imani kwamba wewe, imani niliyekuamini kuhusu Yesu Hake hakika najua anaponya, hakika najua kwake kuna tumaini, kwake kuna kupona kwangu, kwake kuna kuona kwangu. Nenda sasa, kaniletee kupona, kaniletee kuona, kaniletee mimi kuwa mzima. Na ndio maana alipoita, anapopazwa sauti, ukiendelea hapo tuliposoma katika Marko 10:46, ukiendelea mistari ya 48 kuendelea, walimzuia, walimkataza, walisema unamsumbua mwalimu. Hawa waliokuwa wana kuna wengine walikuwa vipofu waliokuwa wanamzuia, kuna wengine walikuwa vilema waliokuwa wanamzuia, kuna wengine walikuwa na mapepo waliokuwa wanamzuia. Walikuwa na mahitaji mengi ambayo wanamhitaji huyu Yesu, lakini ilifika hatua wanamzuia Bartimayo. Yeye yeah, anasema mnamzuia, msiyejua, mnazuia kitu msichokijua, mnazuia jambo ambalo hamlijui. Mtazuia sana, mtanizuia sana lakini ni lazima nikutane na huyu Yesu Yesu ni lazima nikutane. Akaendelea kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi uni rehemu, Yesu Mnazareti mwana wa Daudi uni rehemu. Hatujui aliita kwa wakati gani, hatujui aliita kwa muda gani, hatujui ni kama vile mtu anapopita mtaani kwako anauza ice cream, mtoto akiwa anataka ice cream, unaweza kuita kaka wa ice cream, kaka wa ice cream, kaka, utaita mpaka atakapoitika, hata kama ni kwa kutuma mtu hata kama ni kwa kukimbilia, hata kama ni kwa kwenda utafanikisha, kwa sababu mtoto anahitaji ice cream eh. Bartimayo alikuwa anahitaji kupona, alikuwa anahitaji stori nyingine yoyote, alikuwa anahitaji story nyingine yoyote, alichokuwa anahitaji yeye ni kupona. Halafu alishaamini kwamba hakika kwa Yesu ndiko nitakakopona. Kwa hiyo alikuwa ameisha jua tangu mwanzo kwamba siku Yesu akigeukia wa upande wangu nimeshapona, siku Yesu akiniuliza swali nimesha pona, ndipo Yesu akawaambia, ao watu msimzuie, mwacheni tujue anataka nini. Kama anataka hela tumkutanishe na Yuda Iskarioti, kwa sababu ndiye aliyekuwa mtunza hazina wao. Kama anahitaji eh, kuungana na sisi tumkutanishe na Petro, maana ndiye aliyekuwa kiongozi wa kundi. Lakini tujue anataka nini. Yesu anageuka anamwambia, ewe kijana, unataka nini? Unataka nikufanyie nini? Anasema, nataka kuona, nataka kuona Leo sitaki hela, leo sitaki kuongozana na wewe, leo sitaki mikate, leo sitaki samaki. Najua mengi ulioyafanya, najua mengi ulioyatenda. Leo nachotaka ni kuona. Akapaza sauti juu. Yesu akamwonea huruma, akamwambia, kama unataka kuona basi ona, kama unataka kuona basi ona. Aa, mpendwa unayenisikiliza, jua kwamba kuna kuamini, kuna kuwa na imani hivyo ni vitu viwili. Wewe jambo lako unatamani, siku Yesu akikugeukia akakuuliza unataka nini, umwambie jambo gani Unatamani umwambie nini? Hebu jaribu kutafakari, wewe na Yesu mkakutana, unatamani umwambie nini huyu Yesu? Bartimayo alikuwa na moja tu moyoni, akasema nikikutana na mwanaume Yesu nitamwambia nataka, nataka kuona, nataka kuona, nataka kuwa mzima, nataka kuwa mzima tena. Wewe unamwambia nini Yesu? Wewe sauti yako unaipaza ya namna gani? Unapaza sauti ya namna gani kwa huyu Yesu? Unapaza sauti ya namna gani? Unapaza sauti kwa nini? Kwa sababu mtoto wako hafanyi vizuri shule? Inawezekana una mtoto shule hafanyi vizuri, inawezekana mtoto wa nyumbani majibu anajibu mazuri, ukimuuliza maswali ya shule anayajibu vizuri, lakini akienda shule siku za mitihani, yeye anaumwa kichwa, yeye anapata matatizo, yeye anapata kizunguzungu, yeye anakuwa na UTI. Mtoto anapata shida kipindi cha mitihani. Kwa hiyo unamwamini Yesu kwamba mtoto mtihani ujao hatapata shida. Unaamini? kama unaamini, paza sauti. Na ndio maana inaitwa saa ya uko mbozi. Lakini wewe inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni mwanamke hedhi haikati, unaona damu kila siku. Kuna walioona damu, walikutana na Yesu na damu zikakata. Kuna mbao walihitaji watoto. Sara alipokutana na Yesu, mtoto akatokea. Kuna waliokuwa wana watoto, yupo Hana, alikuwa hana mtoto, akaenda madhabahuni akapaza sauti, Samueli akapatikana. Lakini unataka nini unataka nini? Ni maisha ya uchumi? Pengine uchumi wako hauendi vizuri. Mungu anasema kwenye Kumbukumbu nane kumi na nane kwamba mtanikumbuka, mtamkumbuka Bwana Mungu maana ndiye wapaye nguvu ya kupata utajiri. Hebu nikupe nafasi utafakari neno hili, utafakari huu ujumbe.